John Bina, rais wa shirikisho na vyama wachimbaji madini Tanzania. Kwa kweli mitambo hii kwetu leo ni mapinduzi makubwa e, ni mapinduzi makubwa ya kutuhamisha kwenye imani potofu kwenda kwenye teknolojia ni mwanzo mzuri tunaona serikali yetu ya awamu ya sita sasa inaenda kwa vitendo Imekuwa sio kisiasa zaidi imekuwa ni kusema na kutenda kama unakumbuka mwaka elfu mbili ishirini na tatu tukabidhiwa mitambo mitano na sasa tumekabidhiwa mitambo kumi kwa ajili ya kwenda kufanya utafiti kwa wachimbaji wetu wadogo, lakini kizuri zaidi kwenye mitambo ile ni vile vifaa ambavyo IP na, vifaa vya kuskani ardhi na kuidentify ni maeneo gani unaenda kuchoroka, kwa sababu kuchoroka madini kunahitaji e, wataalam. Sasa tumehakikishwa na shirika letu la STAMICO kwamba tayari wameshatrain e, wataalamu wazuri ambao wataenda

mwisho wa siku utakuwa ni bado umeenda kwa mganga wa kienyeji. Kwa leo tumeona wanao kwamba kuna kitu kikubwa kinafanyika, na siwezi kusema astamiko. Serikali hii awamu ya sita imefanya mapinduzi makubwa, hata wa manini, wa nukwa, Laini, zaka, msa, kwa ya, kwenye utoaji wa leseni. Sasa wachimbaji wa madini wadogo wa Tanzania wanaheshimika, na ili mjue wanaheshimika, cha kwanza kabisa namba zinaongea, namba zinaongea kwa maana ya mchango wetu kwenye pato la taifa kwenye asilimia kumi ambayo inatolewa na wizara ya madini Asilimia arobaini ya mapato na wachimbaji wadogo. Ukiangalia miaka mitano nyuma watu walikuwa wanachangia asilimia nne tu peke yake, lakini leo mpaka asilimia arobaini inaonyesha kwamba wachimbaji wadogo wa wakijengewa mazingira mazuri, tunategemea kuwa na makampuni makubwa, sio makampuni ya kati. Sasa makampuni makubwa yanatokana na kwanza kwenye mafanikio hawezi kwa kukosa changamoto. Mafanikio yoyote atapatana ma na changamoto, lakini ukiniuliza changamoto kubwa ya wachimbaji wadogo nchi hii, ninachoweza kusema ni kwamba changamoto kubwa ni mtaji, changamoto ya pili ni mtaji, na changamoto ya tatu ni mtaji. Serikali ikiweza kwa namna yoyote ile kushawishi mabenki, taasisi za kifedha duniani na wachimbaji wadogo wakakopesheka. Haiwezekani mtu akafanya biashara yote kama hawezi kukopesheka, bado ni maskini. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba changamoto ya kushughulikia namba moja ni mitaji kwa ajili ya wachimbaji. Wana mitambo imekuja, inahitaji mafuta, inahitaji nini, cha msingi kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, tujikite zaidi kuhakikisha kwamba tunaomba wachimbaji wetu mitaji, mitaji, mitaji ndio kilio kiliyochangwa kwa niaba yao. Lakini mimi narudia kusema kwamba kama msemaji wa sekta changamoto naiona kubwa, sisi upande wetu ni mtaji, kwa sababu ukiwa na mtaji utanua teknolojia, utachimba mwenyewe, utalipia mitambo. Hiyo ndio changamoto naweza nikaibeba kwa leo. Sisi kwetu leo ni furaha, kwa sababu tayari tunaona kwamba serikali inafanya vitu, pamoja na kwamba utakuwa na changamoto, lazima tuwe na sehemu fulani tunaanzia, vinginevyo tuseme kwamba eh, serikali ya awamu ya sita inafanya vizuri sana.